Yes, nikiwa jeshini kuna kitu kimoja ambacho mimi nilijifundisha binafsi kwamba unaweza ukawa unaumwa au unaweza ukawa mguu wako hauwezi kabisa kutembea, na afande anajua kabisa kwamba mguu wako unauvuta unaubuluza kabisa kabisa, anajua hilo lakini anakuambia endelea kukimbia una, anajua kabisa kwamba wewe unapata maumivu makali zaidi, endelea kukimbia na hata kwenye maisha iko hivyo hivyo. Haijalishi wewe unapitia maumivu ya aina gani, haijalishi wewe unapitia changamoto za aina gani, haijalishi wewe unapitia zonge zonge za aina gani, unatakiwa uendelee kukimbia. Endelea kukimbia, tena kwa spidi kali zaidi. Na pia mshindani mzuri ni yule ambaye anapambana mpaka mwisho, haijalishi atachukua taji au hata chukua taji, ila swala tu la kujaribu na kuingia kwenye ulingo na kuanza kukimbia, basi huyo ni mshindani mzuri. Na kwenye maisha iko hivyo hivyo, mshindani mzuri ni yule ambaye anapambana mpaka mwisho, haijalishi anapata matokeo, haijalishi hapati matokeo, haijalishi anapata fedha, haijalishi hapati fedha, anapitia huzuni za aina gani, ana bosi anamsema kwa kiasi gani, ila kinachopaswa ni kuto kata tamani kuendelea kufanya mpaka pale utakapoona kusudi pamoja na malengo ya maisha yako vimefikia hatua ya climax, basi utajua kwamba umefikia hatua nzuri zaidi. Kwa hiyo usikate tamaa, never give up.